Mambo vipi, popote pale ulipo, tupo tena katika maeneo yetu kutaka kufahamu kile ambacho tunaweza kujifunza kwa ajili ya mafundisho yetu ya leo. Na mara kwa mara tunashindwa kufahamu au tunaangamia kutokana na kutokuelewa maarifa ambayo tutakayo tumeyafuata. Lakini kwa hivyo leo kuna fundisho ambalo kidogo tunaweza kuliangalia ambazo tunafundishwa katika vitabu tofauti tofauti. E bwana, e hivi leo itabidi tuangalie kitu kimoja ambacho kinahusiana na mambo haya ya kukosa nguvu ya kukabili matatizo au kuyakimbia madeni. Um, katika somo la hivi leo tutaangalia utaratibu wa kuweza kutengeneza mazingira ya kukabili ama kuexpect kile ambacho natakiwa kukifanya hasa moja kwa moja unaweza kukabili tatizo au kukabili deni. Right, welcome back. Hii ni Success Path Network. Each one teach one, naitwa Eleazary na hivi leo inabidi tufahamu kitu kimoja kuhusiana na E taarifa ambazo zipo katika kitabu cha Deni la Dhahabu, Hatua 14 za Kulipa Madeni na Kuanza Kuwekeza cha mwandishi Gasta Mtweve wa mwaka 2021 katika ukurasa wa 4 katika kitabu hicho, jamaa anasema kwamba watu wengi wanakosa nguvu ya kuyakabili matatizo na hivyo wanaamua kuyakimbia. Tabia ya kuyakimbia matatizo au kuyapuuza inahusishwa na ndege aina ya mbuni, ambaye inasemekana huwa anaficha kichwa chake ardhini mara aonapo tatizo lakini kwa kufukia kichwa chake anakuwa hayoni hatari yoko mbele yake, hivyo anadhani yupo salama. Mwisho wa kunukuu. Hapa anazungumzia kitu gani? Kwamba katika mazingira ya kila siku mtu ambaye anakimbia e, matatizo au madeni au kukabili tatizo ambalo liko mbele yake anafananishwa ndege fulani ambaye anaitwa mbuni. Kwa sababu gani? Katika maana ya ya kawaida ni kwamba yeye anafukia kichwa chake chini kwamba asioni hatari yoko mbele, lakini mwisho wa siku halisi unaonekana kwamba labda ile tatizo hajalikabili. Hiyo inakufanisha ni kwamba anajiwekea makaa kichwani mwake, ni, ni, ni kwa anajiweka ule mkaa ukishamkolea kichwani kwake anakuwa hawana namna yoyote ya kuweza kutengeneza option au kuweza kutengeneza namna ya kuyakabili. Unaambiwa kwamba tatizo unapokuwa amelikabili moja kwa moja, ndipo inakuwa ni njia sahihi ya kuweza kuliangalia tatizo lenyewe. Kwa mfano, wewe uko katika maeneo yako ya kujidai, ama kwa mitaani kwa maeneo yako ya kuzunguka, uko sokoni kwa wapi, lakini unaona kama mdaiwa wako ama mtu anayetakiwa wewe umpe hela ama chochote ambacho anakudai wewe anakukaribia, cha kufanya hapa, tunavyoelekezwa na Gaspar Mtweve, unatakiwa wewe umface ama uonane naye moja kwa moja. Ni kwa sababu unatakiwa unaweka matatizo yako pembeni, unaongea naye, unamkabili kwamba bwana, hapa kuna taratibu wa kufanya moja mbili tatu. Kama ni aina ya madeni ambayo unatakiwa kuyalipa, uangalie kama utalipa kwa mkupuo au kwa kudonyoa donyoa, uangalie utaratibu uliopo katika kutengeneza mazingira. Tusiwe kama mbuni ambaye anapoona hatari mbele yake anafukia kichwa chini, asione hatari na kuweza kuyui pambania au kujikabili ama kuangalia taratibu ya kuweza kuitengeneza. Vyote vingi ambavyo unaweza kukifanya ni kuweza kuangalia kwamba utafanya kitu gani, mpaka utuelekeze namna kuwa, kwa mbinu uko nayijua, utuelekeze namna gani ambavyo sisi tunaweza kutengeneza mazingira mengine kando na hapa au mbinu nyingine kuweza kuitumia ili tusiweze kama tunayakimbia matatizo lakini tuweze kuyafesi na kuyangalia katika kulipa na kufanya kitu gani, mwisho siku ukatengeneza mazingira ya kukaa sawa katika utaratibu huo. Mimi naitwa Eleazary, wewe wenyewe utatuambia katika comments, alafu mwingine atafuata. Tupo tena mpaka siku nyingine tena.